Alivuna. Hiyo ni vizuri uelewe sana kwamba mtu wa Mungu liokoka usikubali kurudi nyuma. Matokeo ya kurudi nyuma utavuna. Mungu atakusamehe na mbiguli da, lakini ulichopanda kile, matokeo yake lazima uvune. Bwana Yesu. Amen. Hallelujah Amen dhambi ni Mungu mwenye rehema sana, Mungu ni Mungu mwenye neema, lakini usisahau pia ni Mungu mwenye haki. Amesema kila apandacho mtu atavuna, hawezi akalikiuka neno lake. Amen, poa. Ni vizuri sana, ni kweli. Kuna wakati unaweza ukapitia maziko fulani ukamkosea Mungu. Tunaongelea yale mambo ambayo ni mazito, mambo ambayo unafanya tu kwa hiari yako, yani umeamua tu kufanya kwa ufahamu, sio mazuri ukiwa umeokoka. Tujitahidi kujilinda, na ni wajibu wetu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe, amen, haleluya.